Jana yani, waliokuwa pembeni ya barabara wakaingia barabarani wakafunga barabara, kurusha mawe na kuchoma magari. Sasa kitaaluma, nyinyi wenzangu mtajadili kwa kina, kwa sababu taaluma hupingwa kwa taaluma. tuite maandamano mimi nadhani ni maandamano. Kabla tarehe ishirini na nane kabla tarehe ishirini na tisa yalisemwa ni maandamano, ni maandamano kabla tarehe ishirini na tisa Lakini je, tarehe ishirini na tisa kicho kuja kutokea ndio yale yaliyokuwa nasemwa, au yalikuja kwa sura tofauti? Na kama yalikuja kwa sura tofauti, tukiri basi kwamba yalikuja kwa sura tofauti. Je, kulikuwa kuna mabango labda yaliyoandika kitu ili labda tuweze kusoma? Na wengine wakasema hapana, nguvu mlitumia kubwa mno, kubwa mno. Sasa neno kubwa mno nayo ni relative, ni relative term. Kubwa mno maana yake nini? Kwamba wakati kituo kinachomwa cha kwanza, kituo cha pili kinachomwa. Sisi kwenye majeshi huwa tuna vitu mbalimbali, kuna Branco mbali. kuna rubber bullet, kuna, kuna bullets zenyewe kuna vitu vingine vya namna hiyo. Kila kimoja matumizi yake is according, to context, according to situation and according to the enemy kila kimoja. Sasa ukikaa unasikia, twende tukachome matenki, twende tukafanye hivi yani, unasikia ukikaa. Sababu wenzangu wote hao walikuwepo. Sasa mwisho wa siku, nani anayependa mwenzake adhulike na apoteze maisha? Sababu if that is the case, mbona ilikuwa rahisi sana saa tano, saa tano tu ile mambo alivyoanza, mbona ilikuwa rahisi kabisa, kabisa kabisa pale wamekuja mpaka pale sheke langu, mbona ilikuwa rahisi sana pale kufanya, kama ni hayo mauaji ambayo yanazungumzwa, mbona ilikuwa ni rahisi kabisa pale pale. Lakini sidhani kama jambo hilo lilitokea pale. Sasa with the time, unaanza kujua nafanyaje, utaanza kukimbia, una bastola mfukoni, mwisho unakimbia, we unakuja kushtuka, kumbe na bastola mfukoni, unakwenda unasema labda nipige juu, unakimbia jamaa amekaza mwendo sasa, nifanyaje? Unaanza kugeuka. Kwa hiyo mimi nikiri kwamba hakuna kiongozi yoyote kwanza, hata mimi mwenyewe niwe mkweli, as regional commissioner unapata stress ile ya moja kwa moja kwamba kwa nini watu wangu, hata kama ni wawili au watatu, wapungue katika mkoa wangu, unapata ile stress. Sasa mwisho wa siku ni mjadala, nyinyi, kwa kuwa mpo, nani alianza kuchoma kituo cha mafuta, nani alianza kufunga barabara, ni polisi au ni tunayemwita mwandamanaji? Yani, hii nalo ni muhimu kulijadili, ni nani alianza kufanya vitu hivyo. Sasa, baada ya yote, ukiangalia hotuba Mheshimiwa Rais anakuja anasema, ukiangalia hotuba kabisa, Mheshimiwa Rais anasema, nimeona nisamehe, nimeona nisamehe, anasema ninatoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34, anasema na hapa na nukuu, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Maana ya msamaha, maana yake nini katika spicha ya Mheshimiwa Rais ni kwamba let's not forget, hebu tuache hapo, halafu baada ya hapo tuchukue yale yote ambayo ni malalamiko ya watu wetu, tuanze kuyafanyia kazi. Sasa, moja ya kitu ambacho amekifanya ni kuunda tume. Tume hii, ndugu zangu waandishi wa habari na waalili kwa ujumla, wengi au wachache wanasema, sasa tume gani? Tume gani? Tume gani? Haiko huru. Mtakumbuka tume nyingi ziliwahi kuundwa, tume za kina Jalali, za kina mzee Nyalali, tume nyingi za kina Warioba. Ni vizuri kuja ku question matokeo ya tume ni vizuri kuja ku question watakachowasilisha kuliko ku question integrity ya combination ya tume. Tume ina mambo yake, itakuja itakusanya taarifa, kwa itamwoji mtu yoyote wanayotaka, lakini lengo lake ni kwamba ni ili kifanyaje. Na hapa naomba niwape ni mfano mdogo sana, ndugu zangu wahariri. Mimi nikiwa Kagera, kama mnakumbuka vizuri, ndege ya Precision ATR 42 iliingia kwenye ziwa Victoria, ilizama kwenye ziwa Victoria kama mnakumbuka vizuri. Na nilipoingia pale kwenye ile ndege, mimi nilikuwa kanisani siku hiyo, imeingia kijana wangu mmoja, akaja akanifuata hapa kwamba ndege imezama pale kwenye maji. Nilipokimbilia pale, kwa sababu ya kule kupaniki, taharuki na kila kitu, pembeni kulikuwa kuna kamtumbwi kadogo ambako kako karibu kabisa na ile ndege, huku na makelele na vitu vingine. Baada ya muda ule mlango ulifunguka na baada ya muda lile bawa, kwa kuwa lilikuwa lina kauwazi limevunjika, lime, kuna mtu mmoja akapenyea kwenye lile bawa bawa, akasimama akakaa kwenye lile bawa pale. Sasa, wakati wale wanatoka, wanaruka moja kwa moja wanaingia kwenye kale kamtumbwi, wametaharuki, wamepaniki. Walipokwenda moja kwa moja huko, ile siku ya kwanza jioni, tukawa tunawashukuru wale watu wenye mtumbwi, afu tukasema kwa kweli, hongereni sana sasa tukamuuliza kijana moja na vijana wengine waliokuwepo, wakasema asingelikuwa huyu kijana anaitwa bwana, asingekuwa huyu Majaliwa, huu mlango wa ndege, haki ya Mungu, singeweza kufunguliwa. Tukamuuliza majaliwa. Ehe, majaliwa, hebu tueleze. akasema mimi, nilishika kasia nikabonda, si namna hii, akasema pia nilidive kwenda chini, nikaona kule nani wale marubani na nini. Tukamuuliza majaliwa ulivyodai hivyo kule chini uliona wale watu wako hai? Akasema mimi, niliwapungia kabisa mkono, maana sikuwa na namna. Basi na sisi kwa ushujaa, wala bila siasa, tukasema kijana huyu anastahili pongezi kwa kuweza kufungua mlango na kuweza hicho ku, ku, kimtumbwi kuweza kusafirisha watu pale, na tukaongea pale na viongozi wangu kwamba jamani, huyu mtu tumpe hata zawadi. Na hivi navyozungumza ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, yuko hapa Mitemeke hapa, amepangiwa kituo chake hapa. Kuhusu uwezo wake wa kudaivu, hauna mashaka, kwa sababu ni kweli kabisa na daivu. Wakati ripoti imetoka, wakati ripoti imekuja ya Mbarawa, sasa ya, ya Mheshimiwa Mbarawa profesa, ikasema ule mlango haukufunguliwa na majaliwa akaniambia Chalamila, unachakusema hapo? Nikasema ningeshangaa kwamba yale matokeo ya kwanza tukiwa tumetaharuki wote yanafanana moja kwa moja na ripoti iliyokuja baada ya utulivu, kwa ninyi mlipotulia, mlipotulia sasa vizuri, mkaangalia makamera, mkaangalia manini ma, sijui kwenye mandege humo ma, kila kitu mkaangalia, ndio mkaja na matokeo sahihi ambaye anasema mlango ule kwa kweli ulifunguliwa na yule bwana, lakini kajiuliza kwani ule mtumbwi nao ulikuwa kwenye ndege? Ndege tukasema hapana, haukuwa kwenye ndege. Basi huyu bwana afaidike kwamba hata kusogeza tuka mtumbwi kaliko beba wale watu, basi ilikuwa ni faida, wacha tuache hivyo hivyo. Hoja yangu ya msingi ni nini? Hoja yangu ya msingi ni nini? ni kwamba wote tukiwa tumetaharuki, mwandishi wa habari hayupo, mabomu yameanza kupigwa, mara tunaambiwa kwamba kuna watu wamefariki. Si jambo jepesi mkawa na ukweli mmoja kuhusu tukio hilo. Mwisho mwa rahisi kuunda tume katika hali ya utulivu. Maana yake ni kwamba tume itapata muda mzuri wa utulivu wa kuhoji watu wakiwa wametulia vizuri na vichwa, kuweza kuangalia kwamba je Eti hivi huu ni ugomvi wa kisiasa kama tunavyoaminishwa, au kuna jambo la ziada katika siasa? Kwa sababu kama ni ugomvi wa kisiasa wa kwamba mimi nitakuwa mtawala bora wa kuja kuokoa maisha ya watu, kwa nini sasa huyu anayeitwa mwandamanaji anabomoa tena maduka ya watu wa chini wanaotafuta wanaotafuta rehema ya utawala bora? Nasema ah, basi hebu tuache kusema kwanza. Twende sasa kwenye kamati, twende kwenye tume ambayo kwa utulivu kila moja akihojiwa, hata wewe Chalamila ukihojiwa vizuri kwa utulivu, kwa sababu mimi, kwa siku ya kwanza pili ya tatu hatungenihoji, nina nina uhakika pia kwamba brain yangu pia haikuwa sawa sawa, sababu kwa mfano juzi hapa nakumbuka nilikuwa naendesha gari kwa peke yangu tu jioni na kwenda zoezi, kuna majirani walikuwa na wanasherehe wanapiga mafataki. Mimi nilivyosikiliza ta ta ta, nikapiga spidi kubwa, sasa naelekea ambako sielewi, ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku? Ngoja na mimi nipige yuta. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale, ningesema kuna watu wananitafuta mimi. Kuna watu wanatafuta rasi, kuna watu wanatafuta watu bado wabaya kabisa. Kumbe maskini wa Mungu wa Hindi siwi nani wanapiga mafataki, sasa tukiulizana kwa utulivu. Ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani kwa utulivu pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea ya kushuka kuhil ili uweze pia kueleza jambo pasipo kuwa na hisia na miemko. Hii ripoti ile ikipatikana, ndugu zangu, mtu anasema walikuwa ni askari wametoka nchi nyingine, wanapiga piga mabunduki. Sasa, ripoti ile itasema je, ni kweli walikuwa ni watu wa nje? Tukiangalia hata kwenye baadhi ya kamera, mtu anasema anama uh, watu walikuwa nangifuatwa ndani, wanapigwa tu bunduki namna hii. Je, ni kweli kwamba watu walikuwa nafuatwa ndani wanapigwa bunduki, au wote kwa pamoja tulipaniki tukakuza tukio halafu wote pia tukaanza kuwa na, na hofu na taifa letu wenyewe. Sasa wote tukiwa na hofu na taifa letu tutakimbilia wapi? Nimeutaja waraka wa teki na mambo yote ambayo yameandikwa humu, yameandikwa mengi sana mambo, na Mheshimiwa Rais pia aliurejelea waraka huo. Yapo mambo ambayo, kwa mfano, ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameeleza hapa ndani ya siku mia moja, na sisi tumeshapata maelekezo ndani ya siku mia moja tume e, wizara ya katiba pamoja na taifa kwa ujumla wataanza mchakato, lakini mheshimiwa rais akasema, hatuwezi kuanza na mchakato wa katiba, lazima tuanze na mchakato wa maridhiano ili tunapokwenda kwenye katiba tujue tunaamua nini tulichoridhiana, ambacho kwanza tunadhani kinaweza kuingia kikawa sehemu ya katiba zetu. Kwa mimi kama mkuu wa mkoa nilikuwa nafuatilia, kwa mfano nifuatilia siasa South Africa nikaangalia chama cha tawala na vyama vingine vya upinzani vya kina Malema vya kina Musi, nikaangalia, je, baada ya uchaguzi na baada ya kushindwa nini kilitokea? Nikaenda Zambia nikaangalia chama cha UPD na mimi UPND uh, cha ndugu yangu Hichilema nikaangalia, wakati wa kwanza akiwa ameshindwa nini kilitokea? Nikaenda Nigeria nikaangalia uchaguzi wa kwanza ule wa ndugu yangu Atiko Bakari aliposhindwa nini kilitokea? kabla ya ndugu yangu Jonathan na ambaye naye alikuja tena kushindwa, nini tena kilitokea. Nikaenda mpaka Ghana, nikaangalia chama cha upinzani cha ndugu yangu John Mahama pamoja na Nana Akufo, baada nao kushindwa nini kilitokea na chama chao. Nikaenda mpaka Botswana, chama tawala cha BDP na vyama vingine pia vya upinzani, chama cha Duma baada mara kwanza kushindwa nini tena kilitokea. Nimekwenda sehemu nyingi kuangalia je, yeah, modal ilikuwa ni the same na Tanzania, nikaona kabisa ilikuwa sio sawa na Tanzania. Sasa nini kifanyike? Ndio hiyo kwamba lazima watu wawe na fresh mindset ili wakae katika taifa lao waweze kuzungumza kitu ambacho kipo na kinaweza kikawa kina mstakabali mzuri kwa ajili ya taifa lao, na mwisho najua na ninyi pia mtakuwa na mambo mengi pia ya, ku, ya kuweza kutueleza sisi. Ukiangalia pia mama ambaye pia anazungumzwa juzi, nilikuwa pia namsikiliza Dr uh, mimi nilikuwa namsikiliza Dr Timme eh, Padre Timme. Kwanza niweke interest, Padre Timme mimi kwangu ni ni boss, ndiye aliyeniajiri chuo cha Sedagustin mimi nikiwa assistant lecturer na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni mkristo mkatoliki na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia kwa sababu pia, na pia nasali na huwa pia na confess kwa. Juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza na ambayo hapa pia imetamkwa, hapa imetamkwa, hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya, ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahariri na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huku amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali lakini kamwe tusipresent hoja kwa mihemko. Tusipresent hoja kwa mihemko, unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana lakini hoja, yaani tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi navyomwona kiongozi wangu wa dini, navyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, navosema, navofanya hivi sifanyi hivi kwa sababu namuona yule kiongozi wa dini oni, oni himself. Nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye na Muislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa, au kwa, kwa mufti anaiona sura ya Mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii na uibendi kwa mheshimiwa rais, kwa mheshimiwa rais simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, naiyaona na, mamlaka ya utii. Na ndio maana nasema shikamu mheshimiwa You see the difference, huku nakiona kitu hiki, huku nakiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini yeye mwenyewe akijisoften, akiji, akawa ni mwepesi, ile concept ya kumwona ya Kristo nani inaanza kutoweka, halafu ikianza kutoweka unaanza kumwona mtu wa kawaida ukianza kumwona mtu wa kawaida inafika zile nyakati unakuta sasa, unasema pumbavu nasa, pumbavu yaani, kunakuwa kuna uoga tena. Kati ya mazingira hayo, hali ikifikia hapo ya kumwona huyu kiongozi ni wa kawaida, manake mjue kuna jambo la kufanya hofu. Mchungaji anapozungumza na kusema wote fanyeni namna hii, tunamtii kwa sababu yeye mwenyewe tunamwona akiwa ni mtii kwa Yesu Kristo, tunamwona akiwa ni mtii kwa Mungu, tunamwona akiwa ni mtii kwa Mtume Muhammad. Sasa na sisi tunasema kwa sababu huyu amepewa nguvu, kwamba power and authority is delegated, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ame delegate power kwetu. Hata kiuungu, katika spiritual eye tunaona kabisa kwamba power and authority pia ya Mwenyezi Mungu inakuwa delegated na ndio maana watu hawa wanakwenda huku moja kwa moja wanasoma mambo ya theolojia, wanasoma mambo ya filosofia, wanasoma mambo sio ya vitu gani vingi sana. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini, unapotaka kutafsiri jambo lolote, kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics is a theory ambayo inakusaidia wewe kuchambua masuala yote kulingana na time context, audience na vitu vingine lakini kwenye kontekstia hiyo ya kibiblia into hermeneutics na hata ukiingia kwenye madhabahu hapa, hujihubiri tu kama charamianavyozungumza, kuna kitu kinaitwa homiletic. Homiletic ni, ni, ni, ni, is an art of, of preaching una preach kitu gani kwa nani kuhusu nini. Ndio maana watu wanaanza, ah, mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri mwingine anakaa na ah, mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialog, na ndio misingi na kacha ya, ya mchungaji padre au nani. That's misingi tu, nimewaambia hapo ndani kwamba pia nikaona maelezo yale yameenda mbali zaidi kwamba TANESCO walizima umeme kukonspie na uharifu waliotaka kumuua au waliomdhuru. Hii ni alegesheni kubwa sana, TANESKO ya taifa izimwe umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa iyo nimewambia wenzangu wa TANESKO waliangalie pia kwa haraka walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine, waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua, ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo, ambayo yanaongeza, yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji mambo ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia mweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu, hata sisi wenyewe tuna laani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa. Kama mnakumbuka, kuna siku moja pale Kiruvya, kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa, kama mnakumbuka vizuri, mmemsahau tu jina yule kidogo Tarimo, ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mingine nayo yaliyokwepo, ni masuala kimapenzi. Katumika dada mmoja, ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kalikokuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale, hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tupetangaza, wote wakakimbia, wakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine, tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi, lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji. Na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani, ni kimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri, sijui ni jambo gani, mume na mke wanaweza kugombana ndani ya nyumba wakawa kwenye ugomvi wa muda mrefu, lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakayekuja kunyoshiwa mkono kwa haraka ni either or katika wale wale hiyo ni assumption ya kwanza, lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, mnafahamu wakati fulani, sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa nakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kabisa, kwamba hata pale nyumbani muda wote nipo nao. Hapana, huko nje kinaweza kafanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea? Tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili? Tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii? Ni kama kwenye huu uchaguzi wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga Haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano, kwa nini ni kwamba by concept, mshika bunduki ni polisi, lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki, bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema, lakini nani atakuja kusema haya, tume iliyoundwa inaweza ku detail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wilaya hawa, tunakemea sana masuala yote yanayohusiana masuala ya kiutekaji na pale Bagara pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto, tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola, lakini nyee mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature tukio lenyewe, lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema ah, nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu, sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au sio jambo jepesi, kulingana pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia ya ajira kwa vijana, ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari vijana wa vyuo vikuu, ni kweli kabisa wanalalamika, ni kweli kabisa lakini, je, ni wote, au wapo ambao wamepata bahati ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajiri au kuajiriwa na, na, na, na public sector? mwaka elfu mbili na, na tano mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka elfu mbili na tano nimekwenda UD, mwaka elfu mbili na tano mtu aliyepata division 1 ya point tisa alikuwa anakwenda diploma n yani mimi wa elfu mbili na tano achana na za mwaka chh mwaka, mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu lakini ali mwenye division one ya point tisa alikuwa nakwenda diploma. Alikuwa nakwenda kusoma ualimu wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake hii UKRAS hii ardhi ilikuwa ni UKRAS, ilikuwa ni sehemu ya ud hii mnayoiona ilikuwa ni SUA, ilikuwa ni Muhimbili ando inasimama simama kutoka kwenye college kuwa full fledged university, ilikuwa ni nadhani ndio vilikuwa vinaishia namna hiyo. Halafu University of daressalama elfu mbili na tano ikaanzisha tawi duse elfu mbili na sita ikaanzisha muse University of Dar es Salaam wakati huo tayari kulikuwa kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo 2004 ilikuwa haisomeshi wanafunzi anayekusoma private universities, ikiwemo Tumaini na ikiwemo St Augustine. Ilikuwa ukifaulu unataka kwenda kusoma kuunganisha, mnakumbuka wakati huo tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza, anataka kuunganisha, alikuwa anakwenda, anakaa mwaka, anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka, mwaka 2005 bodi ya mikopo ikarekebisha ikaanza kwenda kusomesha mpaka nao kwenda kwenye private universities, kwa lugha nyepesi nini maanake? Udahili ukaanza kuongezeka. Lakini sisi wakati pia tunasoma kwa umri wetu huu ambao bado haujaenda mbali, kulikuwa kuna wanafunzi wenzetu very bright, lakini hafanyi mtihani au anafanya mtihani na cheti achukui kwa sababu hajalipa ada ya mtihani na wakati fulani haendi tena kuendelea kwa sababu ya hiyo ada. Serikali ikasema tutoe maada haya kote, zibaki tu michango mingine ya wazazi katika kumsomesha mtoto. Kitendo cha kutoa ada o level advance kumeongeza udahili hapa juu wa vyo vikuu. with the same notion, tunakuja sasa kwamba baada ya udahili kuwa mkubwa hapa chini, usajili chini na TCU na nachina vio vikasajiliwa vingi sana baada ya kusajiliwa vyuo, kozi nazo zikaongezeka kwa sababu ya dunia yetu jinsi ilivyo. Pia hapa juu tumekuja kuwa na wanafunzi wengi. Baada ya hao wanafunzi wengi kuwa hapa juu, wapo wanaopata ajira. Na mwaka elfu mbili na kumi na tano, kama mnakumbuka wakati hayati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, nyewe mnakumbuka ndipo hata ajira za walimu zilipoanza kusimama kupisha lile zoezi la uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma. elfu mbili na ishirini na moja Rais Samia alipoingia tu madarakani cha kwanza alichokianza nacho ni kuingiza walimu na kuingiza madaktari na kuingiza watu gani, ajira za kwanza kabisa elfu mbili, elfu mbili na ishirini na moja. Katika taifa letu ndugu zangu, ndugu yangu, kaka yangu Kibanda amezungumza atakumbuka, miaka ya tisini kuja kabla ya elfu mbili wanafunzi waliokuwa wanasoma masomo ya sayansi wengi walikuwa hawaajiriwi. Kama mnakumbuka vizuri, hata walimu waliosoma sayansi miaka 98 99 sijui ni ngapi hapa, walikuwa hawaajiriwi kabisa. Yani ajira wala hazikuwepo. Ukienda University of Dar es Salaam na pamoja na vyuo vingine, kulitokea pia na usimamishwaji